Sisi kazi yetu inajulikana kila mwaka yetu, pamoja, wa bwana ni wateja wetu. Kwa hiyo hatusumbui. Namba moja Tundaman, mbili M2ZP, tatu mimi mwenyewe hapa Richiwani, nne bwana Karapina oi, oi. beki ya kupanda na kushuka <laughs> oi, oi. E, sita kuna mtu anaitwa Alikiba, saba pale mbele kuna mtu anaitwa Stamina, nane kuna Hichibaba Diamond tunategemea tumpumzishe au aanze, kwa hiyo bado ripoti ya daktari hatujaipata. kumi na moja Kwa, yuko okay alamula <laughs> Kwa mimi okay, nafikiri si tuko vizuri, huwa tuongee sana hao wateja wetu kila mwaka. Kikubwa zaidi kwamba tunaomba tu wananchi waje tuwape support ndugu zetu na wenyewe wajisikie pia tuko nao pamoja okay. Nikianza na kipa wetu kipa wetu, anajulikana yuko Martin Awazi Chenya, akisaidiwa na Chakibudi huyu atakuwa kipa msaidizi, lakini pia namba mbili anakwenda Chiki Mchoma, namba tatu iko Jimu Mafufu, nne anaenda kumaliza pale Lake Kigosi Sentafu, anaenda kucheza kingwendu ngwendu lile. Huyu alinusulika kwa mbunge, Mungu angesaidia, angekuwepo huko mbele, naye anatibu hii mechi. Na namba sita anakwenda pembe, anakwenda namba sita tunaye kule, kuna watu kama kina, wakina mzee mwogo mchungu kwa uh, kweli kikosi chetu ni kipana sana, na kuna watu wengi sana. Wasiwasi wangu sitaki nitaje wachezaji wengi sana ambao tutawatumia, uh, kwa sababu wenzetu hawa sehemu kama hii pia wanakuja hadi na waganga. Kwa hiyo nilipomwona mganga wao, na wasiwasi anaweza akachukua majina ya wachezaji kwa manufaa ya timu, naomba niishi hapo, lakini tunaahidi <laughs> tunai, tunai kutoa burudani kubwa sana siku hiyo. Kwa hiyo Watanzania, tunaomba mjitokeze kwa wingi sana ili mjio kuona vijana wenu tumwandalea kitu gani. Asanteni sana.